Yes, ebona, mambo yako ni faya kinoma noma, au sio? Unayemwona huyo ni mwanamuziki Diamond Platinum pamoja na Bad Girl Rihanna, au sio? Kama unavyoona mwanamuziki huyo Diamond Platinum akitabasamu baada ya kumwona Rihanna <laughs> hey, hapo mtazamaji ni Ufaransa, Paris eh, kwenye onesho la pili la rapa Asap Rock. Eh, onesho hilo ambalo, eh, limejumuisha mastaa mbalimbali wamehudhuria hapo Ufaransa eh, kama mnavyoona Diamond Platinum amekaa mbele eh, lakini pia Rihanna amekaa mbele. Kwa hiyo Diamond Platinum na Rihanna wanaonana, lakini Diamond Platinum akaona bwana eh. Kwa nini ni stabasam? Baada ya kumwona Rihanna ambaye sijawahi kumwona live kwa mara ya kwanza. Simba la masimba, Dangote amekaa mbele, siti za mbele kwenye onesho hilo la fashion nchini Ufaransa, akiwa akitazamana e, akitazamana na Rihanna kwa mara ya kwanza. Hiyo nadhani Diamond Platnumz ndiye mwanamuziki wa kwanza kutoka Tanzania. E, kukutana uso kwa uso na mwanamuziki Rihanna, mambo yakonifaya kinoma noma. Nadhani mwanamuziki Diamond Platinum mwaka huu anaweza akafanya mambo mengi makubwa kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, na kama navyoona, Tanzania hakuna mwanamuziki ambaye anakimbeza game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania kama Diamond Platinum ni mwanamuziki ambaye anahudhuria mashow makubwa, matamasha makubwa huko mbele. Lakini pia ni mwanamuziki ambaye anaongoza kwa views wengi kwenye ngoma zake. Lakini pia eh, kuongoza kwenye subscribers. Ana subscribers milioni kumi, yuko sambamba kabisa na mwanamuziki Bana Boy mzee wa kilomita kutoka nchini Nigeria, au sio? Kwa hiyo Diamond Platinum kama hivyo mwamba yuko kama Mbela lazidi kushiriki kwenye matamasha makubwa, lakini pia nimeona pale kwenye Insta story yake Diamond Platinum ameposti picha akiwa amevaa sketi. Hiyo inamaanisha kwamba alihudhuria na alipita mbele kabisa pale kwenye onesho la fashion. Yani kwamba Diamond na yeye alikuwa kama mwana fashion. E, eh, na ndio maana nimeona kuna clip fulani hivi. Rihanna ametabasamu baada ya kumuona Diamond Platinum akipita pale mbele akiwa amevaa buti moja, amazing buti ambalo linauzwa mamilioni ya pesa, au sio? Na nimeona kuna comment moja, jamaa moja anasema kwamba Diamond Platinum, sasa hivi muziki umekushinda, umekuwa mwana mitindo, yani mwana fashion, au sio? Lakini pia nimeona kuna comment ya mshikaji moja anasema kwamba kiukweli, Diamond Platinum wewe kweli ni kioo cha muziki wa Bongo Flava Tanzania, kwa sababu wasanii wengine wamebaki as viewers, yani kama watazamaji wa mafanikio yako na hatua zote ambazo Diamond Platinum unazipiga kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania. Kwa hiyo tutarajie lolote linaweza likatokea kati ya Diamond Platinum na Rihanna, ehe. Unafahamu kabisa Rihanna ni mwanamuziki yani wa dunia kabisa huyo eh, lakini Rihanna alishawahi kutembezewa kichapo na Chris Brown, na ndio maana mpaka leo Chris Brown bado sekeseke seke lake linazidi kumwandama yani, hiyo ni skendo kubwa sana. Chris Brown alishawahi kumzibua E, eh, Rihanna. Kwa hiyo ndivyo hivyo, mtazamaji, nisiwe muongeaji sana. Cha muhimu ni kwamba, mtazamaji, unaweza kudondosha comment hapo chini ili mambo yaweze kwenda sawa. Umeonaje e, eh, Diamond Platnumz kuwa mbele ya Rihanna lakini Diamond akionyesha tabasamu baada ya kumuona Rihanna for first time, yani kwa mara ya kwanza kabisa? Unyama ni mwingi, na hii ni PTV Tanzania channel yako ya kijanja kabisa in town. Yap, tuna sign out kama hii Yap, e, tuna sign out kama hivyo e, tutakutana tena kwa wakati mwingine panapo majaliwa. V, Vani boy. Shout out to, uh, asante sana kwa kufuatilia PTV. Also bana, asante kwa kuichagua PTV Tanzania kwa kwanza, kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.